Kwa majina anaitwa Ikupa alikuwa Kipagile, ni mzao hapa hapa Mpoi. Kiukweli huduma ya mama na mtoto hapo awali haikuwa nzuri. Kwanza jengo lilikuwa dogo sana, lakini pia tuka tupata huduma za operesheni. Kwa sababu zamani ilikuwa nafika hatua mtu anapata ujauzito, anafika hapa anazidiwa, anapoteza maisha. Vifo vya mama na mtoto vilikuwa vingi sana tofauti na sasa. Naweza nikasema shukrani zangu mimi nyingi sana kwa leo ziende kwa Mama Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia. Kweli mama ameupiga mwingi. Jengo ni zuri, vitanda ni vizuri, huduma ni nzuri. Tunapata mpaka operation. Leo kina mama tunabeba mimba kwa raha kwa sababu tunaamini tuna majengo mazuri. Tunajifungua kwa raha kwa kujidai. Tunamshukuru sana. Mungu ampe maisha marefu sana mama. Tunampa miaka mingine mitano. Mungu ambariki.